Wa kanda ya kati, mmetoka kupata ushindi hapa, lakini wenzenu tayari, tayari, fainali walishatangulia kusini magharibi. Ukianza na majina yako, umejipanga nao vipi, lakini unazungumziaje pia ushindi wenu? Asante. Kwa majina anaitwa, Yona Given Kangaro kutoka kanda ya kati. Aa, naamini ya kwamba ushindi waliopata kusini magharibi sisi kwetu hautitishi, kanda ya kati tuko tayari tuko vizuri, na tunaahidi kwamba kuna magoli kama mawili, magoli hayo mawili yanawatosha tu tumewarambisha zabibu moja kanda magharibi, watarambishwa zabibu mbili. Kwa hiyo wajiandae, wajipange vizuri. kusini magharibi, msimu uliopita umewafunga pale Dodoma mkiwa nyumbani kwenu, umekuja kwao sasa. Una uhakika gani kama utashinda? Aa, na kushinda kwa sababu mimi ni bingwa mtetezi, nataka kurudisha kombe nyumbani. Msimu uliopita kombe alikuwepo, msimu huu ume, ume... msimu uliopita umecheza na kusini magharibi na wengi wanasema kanda ya kati midomo inawaponza, ni kweli? Uh, midomo inawaponza, midomo haituponzi. Naamini ya kwamba ni mwaka jana ndio wamechukua ushindi, lakini miaka iliyopita mitatu yote tumechukua ushindi na amini msimu huu tunarudisha kombe nyumbani. Umeona kusini magharibi, tuko tayari na tuko vizuri, tumejipanga vizuri. Mmetoka safarini, mmechoka, watu wanasema watatumia uchovu wenu. Hatujachoka, tumepumzika na kikosi kipo vizuri, kimekamilika vizuri, kimejipanga kwa kuchukua ushindi. Unawaambia nini watu wa makao makuu baada ya, kabla ya kuelekea fainali? Ah, makao makuu wajiandae kupokea ushindi wao na kurudisha pale BCT. Sisi wa BCT tunarudisha ushindi nyumbani pale makao makuu ya dhehebu.